Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naam. Tunaendelea kwa mambo tuko tumekomea. Ah, tuko kwenye kanuni ambazo tunaweza tukazizingatia zikatusaidia kwa ajili ya kuondokana na huu utumwa wa maneno. Mojawapo pia ya kanuni ni kwamba lazima ufahamu hali yako na uwezo wako wa kifedha. Lazima ufahamu hiyo jambo, ufahamu mapato yako na matumizi yako, ili uweze kuishi kulingana na mapato yako. Kuna watu mapato wanaoyapata na matumizi ni vitu viwili bit tofauti. Kwa hiyo, ili uweze kuishi kwenye kulingana na mapato yako, lazima uwe na uelewa au ufahamu hali yako ya kiuchumi kwa hiyo ni moja ya kanuni ambayo itakuwezesha kuwa na nidhamu na pesa. Usitumie, usiwe na matumizi mengi kuliko kiwango cha kipato chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kanuni nyingine ambayo itatusaidia ili tuweze kuondokana na utumwa wa mali, usinunue nunua vitu kwa busara. Maana yake kwamba tumia pesa kwa uangalifu na kwa manufaa ni sawa na kuongeza pato lako. Unapotumia pesa kwa nidhamu na kwa uangalifu, maana yake ni njia mojawapo ya kuongeza kipato chako. Usinunue tu vitu vinavyo unavyo. Wakati mwingine, kanuni hii inadai kutumia fedha kwa kupanga, na moja ya jambo ambayo tujifunza ni juu ya bajeti, kwamba kwa kuwa na budget hautanunua sio kila kitu ambacho unapaswa kununua. Maana yake ni kwamba utanunua kitu ambacho tu umekipanga kuwa nacho. Watu wengi wamekuwa kwenye madeni, watu wengi wameharibu bajeti zao, ni kwa sababu hawana hawana bajeti, mpangilio wa pesa, hivyo wananunua ilidadi kitu wanachokutana nacho. Kwa hiyo, kwa kuwa na nidhamu na pesa itakusaidia au ni njia mojawapo ya kuongeza kipato chako. Lakini pia kanuni yingine, tumia kanuni za usimamizi wa fedha. Mungu akitusaidia, kesho tutaziangalia kanuni za usimamizi wa fedha. Ile ni mojawapo ya kanuni ya kuweza kuepukana au kujisakamua na utumwa wa maneno. Lakini kanuni yingine uwe na mradi wa kukuongezea au kuongeza pato lako. Tumia mradi mbalimbali kwa ajili ya kuwezesha kufikia lengo lako, na hii itakusaidia kuwa huru, kuondokana na utumwa wa madeni. Lazima uwe na vipato, uwe na kipato ambacho auwe na mradi ambao utakuongezea kipato chako. Kwa hiyo, ina ni mojawapo ya na kanuni ya kuondokana na utumwa wa madeni. Ikiwa kama wewe ni mfanyakazi au umeajiriwa, lazima uamue ni kiasi gani au ni kiasi unachohitaji kuweka katika mshahara wako ili kulipa deni. Maana yake ni kwamba ukiwa wewe ni mfanyabiashara au ni mfanyakazi au ni mwajiriwa, lazima ukae upige budget kwamba ni kiwango gani au ni kiasi gani cha kulingana na mshahara wako kwa lengo la kuweza kupunguza lile deni ambalo unadaiwa. Kuna watu ni wafanyakazi wa wameajiriwa, lakini ni watumwa wa madeni. Lazima ukae chini, angalia kiwango ambacho unalipwa kwa mwezi, panga vizuri bajeti yako ili uweze kupunguza deni ambalo unadaiwa. Lakini pia usiwe na safari nyingi, yaani punguza safari ambazo sio za lazima kadiri itakavyowezekana, usiwe na safari nyingi kwenda sokoni kununua vitu. Kuna watu wana safari nyingi ambazo hazina manufaa, kwa hiyo wanatumia gharama nyingi, au wanatumia pesa kwa mambo ambayo siyo ya lazima. Kwa hiyo lazima pia uangalie kabla uja ujao na safari, lazima ukae chini, tafakari hii safari itanisaidia nini? Lazima ukae tafakari, ili kupunguza bajeti au na matumizi ambayo sio ya lazima katika maisha. Lakini kwa kufanya hivyo, jambo jingine, punguza matumizi au bana matumizi. Na hapa tunajifunza kwamba kwenye mahitaji ya mwanadamu kuna mahitaji ambayo ni ya lazima, mfano kama chakula, mavazi na malazi. Hivyo ndivyo vitu vya lazima kwa mwanadamu, lakini kuna vitu vingine ambavyo sivyo vya lazima. Hata kama ukivikosa havikupi madhara au havikupi effect yote katika maisha. Kwaio, kwa mantiki hiyo, lazima tupunguze matumizi au tubane matumizi. Hapa haina maana kwamba kuondoa mahitaji ya msingi ya maisha, ila hapo tunamaanisha kwamba kuna mahitaji mengine ambayo siyo ya lazima sana. Kwa kufanya hivyo itatusaidia badala ya kile kiwango ambacho tungekitumia kufanya kwenye matumizi mengine, kinatusaidia kuongeza kwenye pato letu, na kitatusaidia pia kulipa madeni ambayo tunadaiwa. Lakini pia kanuni nyingine tukasema ya kwamba waone wanaokudai zungumza nao, ikiwa kama una uwezo wewe unadaiwa deni kubwa na ukijiasesi kwenye kipato chako uwezo ukalipa lile deni Waendee wale wanaokudai, zungumza nao, waombe wakusamehe. Ila ni njia mojawapo ya kuepukana au ya kujikwamua kwenye utumwa wa madeni. Ukizungumza nao vizuri, uenda wanaweza wakakusamehe na ukawa huru. Bwana Yesu asifiwe sana, amina. Lakini kanuni nyingine, jiwekee goli na kulipa madeni yako yote Lazima ujiwekee goli. Dawa ya deni ni kulipa. Dawa deni ni fanyaje? Eh, e, ni kulipa. Maana tujifunza kwamba kanuni ya kupata mtaji pesa ni kupitia kukopa. Kukopa sio dhambi na wala si si kubaya. Tatizo linakuja pale ambapo utashindwa kulipa nini hilo deni. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa kwenye utumwa wa madeni, ni kwa sababu wenda hawajui kanuni za usimamizi wa fedha wenda hawana uelewa na ufahamu juu ya kipato chao. Kwa hiyo lazima ujue kipato chako ni kiasi gani, ni kiwango gani kwa mwezi, ili uweze kuishi na utumie matumizi yako vizuri kulingana na kipato. Matumizi yasiwe makubwa kuliko kipato chako unachokipata, na hizo ndizo kanuni ambazo ikiwa kama utazizingatia utaondokana na utumwa madeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Ndugu msikilizaji na mtazamaji unayotufuatilia, tunaomba Mungu atusaidie kuzingatia haya maelekezo ambayo katika mikutano hii ametuelekeza, na kesho tutaangalia namna ya usimamizi wa fedha kulingana na kiwango cha pesa ulicho nacho. Wenda kwa sababu ya kanuni hii ya kutokuwa na uelewa juu ya usimamizi wa fedha wenda ndo imekuwa kanuni au njia mojawapo ya watu kuingia kwenye uchumi wa madeni, kwa sababu kipato chao wanachopata na matumizi wanayoyatumia ni makubwa kuliko kipato chao walicho nacho. Bwana tusaidie, Bwana tuwezeshe. Ikiwa kama tutachukua hatua kwa ajili ya kufanikiwa katika uchumi wetu, ni wazi ni kwamba Mungu anatuwazia mema na anatamani tufanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. tunapofikia hitimisho Niombe tufumbe macho tupate kuomba. Baba wa mbinguni, asante kwa wasaa mzuri. Ni wazi kwamba umetupatia maelekezo yako, kanuni ambazo tukizizingatia zitatusaidia tuweze kujisakamua au kuondokana na utumwa wa madeni, na tumejifunza ya kwamba ni wewe pekee ambaye unaweza kutusaidia, ni wewe pekee ambaye unaweza kutusaidia kuondokana na utumwa wa madeni, tukawa huru Tusaidie sasa tunapoendelea kufanyia kazi maelekezo haya, lakini zaidi, Bwana, watu wa Kiomboi wabariki, wote wafanyabiashara wa eneo hili na wajasiriamali, pamoja na wafanyakazi wote, wasaidie Bwana katika vipato vyao, wakati wakawe na nidhamu na pesa walizo nazo, ili wakazitumie sawasawa na mapenzi yako. Asante kwa sababu tuman takuwa pamoja nasi, vipindi hivi vinavyoendelea, uwepo wako na malaika zako walinzi wakatamani haki mahali hapa sawasawa na mapenzi yako, kwani tumeomba na kushukuru ni katika jina lako Yesu, Amen. Bwana na wabariki niwaalike, tunapoendelea na vipindi hivi vingine, tujongee pamoja kwa ajili ya kuendelea kubarikiwa.